Karibu katika taarifa ya habari za mikoani. Mimi ni Elisha Elia. Rais Dkta John Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na Maalim Seif Sherif Hamad Ikulu jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo hayo, wamezungumzia hali ya Zanzibar. Kumekuwa na mazungumzo na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano na tukizungumzia suala la Zanzibar katika mazungumzo yetu tumebadilisha mawazo kuona tunafanya nini ili kupata ufumbuzi. Kwa hivyo tumekubaliana tuendelee kushirikiana kutafuta ufumbuzi ambao utaridhisha kila upande, na ameeleza hatua wanazozichukua kule Zanzibar. Wamekuwa wakikutana na, na upande wa pili mheshimiwa rais Zanzibar Dr. Shen na, amenieleza katika vikao vyao wameshakutana karibu mara nane na mazungumzo yanaenda vizuri kwa undugu. Kwa hiyo na mimi nimewapongeza kwamba mazungumzo ya namna hiyo ya undugu yaendelee ili kulitafutia ufumbuzi swala la Zanzibar, kwa sababu undugu ni muhimu zaidi kuliko utengano na kwa hiyo nampongeza sana mheshimiwa Seif, amekuja kutoa hiyo briefing, na nawatakia heri ya yote ambayo, mazungumzo haya yamalizike mapema ili watu tuishi kama ndugu kama ilivyokuwa zamani. Na bahati nzuri ameniambia sasa anaenda kwa ajili ya kazi tu, kwa hiyo na mimi nimemshukuru na, na Mungu amjalie sana katika mazungumzo haya mazuri. Matokeo ya uchaguzi wa Rais wa Zanzibar uliofanyika mwezi Oktoba mwaka huu ulifutwa na mwenyekiti wa uchaguzi Zanzibar, ZEC Jecha Salim Jecha, kutokana na kasoro zilizojitokeza.